Haduagegogori, hii ndiyo mwaka ya kupanga uchaguzi. Uchaguzi ni next year, na ndio tujipange vizuri. Lazima tupange chama chetu cha DCP si ndio? Na kila mtu wa hapa Kiambu tutaingia kwa hiyo chama, hiyo ndiyo guzo yetu, na ndiyo gao yetu kama jamii, ndio ya kukinga sisi tusiangaishwe na Kasongo. Na nyinyi vijana, jezi mbo, jezi mbo, nyinyi jezi, mmechukua kura? Unajua nyinyi janzidi ndio dawa ya Kasongo, lakini msipochukua kura, tutaenda vita namna gani bila risasi na buduki? Risasi na buduki ya uchaguzi ni kitambulisho na kura, na mimi nataka kuomba vijana mjiandikishe kwa wingi. Siku ikifika, tutoke usiku saa tisa, tufukuze Kasongo aende nyumbani. Wangapi wanasema Kasongo aende nyumbani? Wangapi wanasema aende nyumbani? Wangapi wanasema, wanasema? na huyu Kasongo mimi ndio ndompeleka nyumbani. Unajua tuko wengi pale, tuko mimi, tuko Matiang'i, tuko Kalonzo, tuko Eugene Wamalwa, tuko Natembeya, tuko Martha Karua. Tutasikizana tutoe mtu moja ya kufukuza Kasongo. Niko mwenda. Na wakiamua nirigiji, nitakibisa yeye kama risasi, nitakibisa yeye kama baiskeli ya kuibiwa. Harambee! Kasongo haya ndio ziende. Kasongo ni one term si one term. Kasongo ni one term si one term. Wangapi wanasema Kasongo ni one time. One time, one time, one time. Sasa hapa niko na kijana anaitwa Harambe. Harambe. Kasongo aende asiende, aende asiende. Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende. Nazizi hatuna shida na yeye. Shida yake ni kuharibu nchi yetu. Si masomo ameharibu watoto shule wavulana wameitwa shule ya wasichana, watoto watu hapa Kegongori wameitwa shule ya d Kisumu, wengine Mombasa. Ameharibu masomo. Ililetwa na mwaike bake. Mwaike bake alitupatia masomo ya bure. Within 3 years, Kasongo ameharibu masomo, mambo ya matibabu shai kazi inafanya kazi, hame, inafanya kazi. Ameharibu mambo ya majani chai, bonus hakuna, kahawa imeharibika, hii barabara yote imejaa mashimo. Sasa sisi tunasema lazima tufanye mabadiliko. si ndio? alituambia yeah, bottom up, atatuweka pesa kwa mfuko alituweka, yeah. si alitoa ile kidogo hiko. Sasa anasema ati atupeleke Singapore. tumo na kerere, tumo na kerere Dauga, dauga, dari atake, muka deka, muka ugenelia. Watu ya kibichoi, nataka niwapeleke Singapore. Watu ya kibichoi, nataka nipeleke nyinyi Singapore. Ni muongo si muongo. Aende asiende. Hapa Kegongori, wakati ya magogo mulikuwa na pesa. Mambo ya kahawa, nilikuwa nimeanza kutengeneza nikiwa deputy president. Mukapata faida. Mambo ya bajani chai ameharibu chakula ya kuku, hatuwezi nunua chakula ya ng'ombe. Iko juu sana, tumefinyika kwa uchumi. Hakuna mtu iko na kitu kwa mfuko. Hata hao polisi wamekuja kutulinda hapa wanaumia, wakipeleka mabibi yao hospitali kuzaa wanaambiwa walipe. Hao polisi pesi lipi yao imechukuliwa, kila kitu. Na hao polisi msiwaingilie, ni ndugu zetu na dada zetu, wanaumia vile tumeumia